Shirika la ujasusi la shirikisho la Russia FSB limetangaza Ijumaa kuwa limedhibiti mwanajeshi aliyekuwa amekula njama ya kujaribu kutega bomu linalolenga kuwadhuru maofisa wa juu wa ndani ya jeshi hilo. Kwa mujibu wa shirika hilo la FSB, mwanajeshi huyo wa Russia anadaiwa aliajiriwa na shirika la ujasusi la Ukraine SBU na alikamatwa alipokuwa akijaribu kuchukua vilipuzi kwa ajili ya shambulio hilo ambalo ni la kupangwa. FSB ilitoa video ya kukamatwa kwa mshukiwa katika eneo lisilojulikana katika mkoa wa Moscow, ikionyesha maofisa waliokuwa na silaha nzito wakimfuatilia mshukiwa huyo katika eneo hilo la mbali. Kulingana na video hiyo, kifaa kilichokuwa kimefichwa kilikuwa na vipande kadhaa vya vilipuzi vya plastiki. Nanukuu, mwanajeshi wa Wizara ya Ulinzi ya Russia, aliyeajiriwa na idara maalum ya Ukraini, ambaye alihusika katika maandalizi ya shambulizi la kigaidi katika bweni lililokaliwa na matarajali wa vyuo vikuu vya kijeshi, alikamatwa alipokuwa akichukua vipande vya vifaa vya mlipuko kutoka mafichoni ilisema taarifa hiyo ya shirika la FSB. Inaripotiwa kuwa mshukiwa alikiri hatia yake na akathibitisha kuwa aliandikishwa na ujasusi wa Ukraine kwa ajili ya kutekeleza shambulio hilo. na FSB ilisema imepata mawasiliano kati ya mshukiwa na mratibu wake kutoka Ukraine, yaliyofichua mpango mzima wa shambulizi hilo. Mwanajeshi huyo anakabiliwa na mashtaka ya jinai kwa kuandaa shambulio la kigaidi na kumiliki vilipuzi kinyume cha sheria na, iwapo atapatikana na hatia, anaweza kuhukumiwa kifungo cha hadi miaka 20 jela. Mwezi uliopita, FSB iliripoti kuwa ilivunja njama ya mabomu ya barua kutoka Ukraine na kuwakamata vifurushi kadhaa vilivyokuwa na vifaa vya vilipuzi vilivyofichwa kama zawadi za, za manukato mabomu hayo yalitengenezwa kulipuka mara baada ya kufunguliwa kwa mujibu wa shirika hilo wakati huo FSB ilisema ilimkamata raia wa Russia aliyesadikiwa kuwa alituma manukato hayo kwenye mabomu kwa wanajeshi wa Russia na wafanyakazi wa serikali kwa maagizo ya maofisa wake wa Ukraine endelea kufuatilia mwananchi digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo jina langu ni Mgongo Kaitira